Kuna mada nimekutana nayo mtandaoni, actually tumekutana nayo na Riki ndo aliiona mm -hmm. kwa dada mmoja anaitwa Kiki huu mm. ni mtangazaji wa Mjini FM, yeye huwa uh, yeah, yeah. anazungumzia anazungumzia zungumzia vitu kadha wa kadha kwenye jamii, na mada yake ambayo alikuwa anaizungumzia ni kuhusiana na wanaume uh, ambavyo wamekuwa fearless kwenda kulala kwa wanawake zao huyo mwanamke hampi pesa, hajui nani analipa kodi hapo, hajui nini ambacho anakifanya mpaka analipa kodi hapo. Lakini yeye anaenda kulala na anaota ndoto fresh, yani akiwa nyumbani kwa huyo mwanamke nyumbani kwake. Unajua zile slipova, tumezoea wanawake ndo wanafanya kwa wanaume, lakini wanaume siku hizi wanafanya slipova kwa wanawake zao, wapenzi wao mm. Pablo Almas kutoka uh, Crown FM <laughs> Na yeye akaja na, na, na hoja yake kwamba nyinyi mnavyokujaga hizo slipover mnajua ni nani analipa kodi, na kodi? Kama, yani, kama eh? So, nalipiwa na baba yangu tu, mimi nalipiwa nyumbani. Wewe unajua nani analipa kodi hiyo? Je, ni sawa kwa mwanaume anza sielewe kulala nyumbani kwa mwanamke ambaye amlipii kodi wala chochote? Ni sawa jamani? Lakini pia mwanamke sasa, ah, ah, mm, iko yani, hivi Unajua maisha bwana. <laughs> mimi kidogo Pablo hapa mi ametoa Pablo, Pablo! swali zuri sana hapa. sawa si mm -hmm. Mnasema, mnasema 50-50 mm -hmm. sawa mm -hmm. inawezekana mimi sina uwezo wa kukulipia, lakini tupo kwenye mahusiano mm -hmm. kwani ujawai kuonaga mtu mfano, sasa mfano, tutazungumza mfano mimi hapa, kipato changu ni kidogo cha laki tano tu mm -hmm. Nimedeti nime na mwanamke ambaye yupo kwenye kazi, anafanya kazi nzuri, analipwa milioni kumi huko, awezi kukaa nyumba laki mbili i right? Anakaa apartment ambayo analipa dola mia tano kwa mwezi, mimi naweza nikamlipia. Ni sawa, inategemea na situation. kama mwanamke anakuja kulala kwangu, why mimi nisilale kwake kama ni mwanamke wangu, tuzungumzii vimada, tunazungumzia mwanamke wako, sio mwana mwana lakini, sio ambaye, um, wa ndoa. Vimada maanake ni kwamba, vile mtu ambaye, ile one night stand, hiyo sasa ni tofauti, lakini mtu ambaye mpo kabisa kwenye mahusiano mm -hmm. Alafu niambie, kulala kwa mwanamke wako hata kama umlipii kodi, basi kawa ishu? Ishu nategemea situation, mi sijui hata mnachobishana nini mm. Tunachobishana mm -hmm. ni huyu dada kuileta hiyo hoja mtandaoni kwamba ni ajabu, mwanaume unapata wapi nguvu za kwenda kulala kwa mwanamke wako well, uh, ambayo umlipii kodi. The question is, mwanamke unatoa wapi nguvu za kuruhusu mwanaume asiyekulipia kodi alale chumbani kwako nyumbani kwako, wakati we unajua unaelipiwa naye ni mwingine kabisa, eh, eh? Basi hapa moja kwa moja tumepata picha kwamba anayelipiwa kodi ana act kama goldiga

au walipi kodi na... sometimes una, unajua watu wanahisi watu wako kwenye mahusiano na watu kwa sababu ya financially mm hivi -hmm. Lakini so well. Nagundua kitu kimoja Sarafina, sasa hivi sijui lakini mnisaidie. mm -hmm. Yani sasa hivi kiwalisia, mm -hmm. Unaweza kwenda kutaka kudeti na mtu na intention nzuri kabisa ya kuweza kujenga naye maisha, lakini kuna act ambazo dada zangu baadhi ya dada da zangu wako nazo n yani inakubidi wewe mwanaume ujihami kwamba hapa siwezi kukaa. Kwa nini? Acha nitekeleze jambo langu ni sepe. Acti gani? Gani. Ndo kama hizo unakutana na mentality ya mwanamke ambaye umekutana naye for the first time tu, unamwona kabisa kwamba huyu ni Godiga. Yani asilimia kubwa asilimia, uh, wanawake wengi unakuta baadhi tuseme baadhi. Mm -hmm. baadhi ya wanawake yani wao kuwa na, kwenye mahusiano ni biashara kama biashara nyingine ambayo muda huo huo inapaswa kukupa faida Namwambia mtu mmoja kwamba mm. Mm, hakuna mwanaume ambaye haudumii. Inategemeana na wewe unataka kiasi gani, unataka kiasi gani, lakini pia una value ya hicho unachokitaka, thamani ya unachokitaka unayo, kwa sababu unapimiana thamani sasa hivi. eh, eh, kwa sababu gani? Sawa, kama wewe mwanamke, kitu pekee ambacho nanipa mimi ni sexi tu, huna thamani kwangu. Huo ndo ukweli. Okay, kwani si, si, watu si... wanaona kwa sababu ya sexi? si watu wanaweza kupata, wanaongoza wanasema utapata muda wote <laughs> hmm. Kuna watu wanakaa miezi ndani, wakaziwa upewi iko hivi. maanangu ni kwamba unatakiwa unatakiwa u-add value kwa mwanaume wako, yani mfano ule Sarafina hmm. Mwanaume kwanza asichoke kukaa na wewe akikutana na wewe anaweza kushirikisha mambo yake na akapata utatuzi, hata wakiushauri tu aona, yani, hiyo ndio value ambayo naisema mi, mimi ambapo mwanamke, kwa nini mmeweka big deal hiyo ya mwanaume kwenda kulala kwa mwanamke? Kwa sababu Ricky, to be honest, mimi huyu mwanamke ndo muulize Fifi. No, ndo ndo Fifi Kiki Kiki, Kiki ndo muulize Kiki. Uje hapa utuelezee kidogo issue. Mimi wanaume wana, ona, wana, wana <laughs> no, no no, yani kwa sababu in real sense eh, wewe umelipiwa kodi na mtu mwingine unaendaje nyumbani kwako na mtu mwingine mm. Wewe ni muhuni eh. Kwa nini unalipiwa kodi na mwingine una mahusiano na mwingine unaenda naye nyumbani. kwa hiyo kwa hiyo Fifi eh, Kiki, Kiki. Ana... Fifi ni Frida unajua. <laughs> changanya mambo Kiki anachakutuambia zaidi kuhusu na maelezo yake mm -hmm. unless unafanya biashara nyingine mm. kwa sababu uwezi ukawa na mpenzi wako anakulipia kodi na nini hiyo eh. hiyo kodi anayokulipia unaenda na mwanaume mwingine nyumbani mm. who are you who are you mm. like for real. Sarafina, unavyoona sasa hivi, mahusiano mm -hmm. yanabebwa na vitu gani? Muda pesa pesa? Au, au kujali. Pesa, pesa kwa sasa eh? Kwa sababu hata sasa hivi umwambie mtu unamjali kwa maneno sijui unampa muda wako. They don't give a damn, e bana, kuna, kuna, kuna baadhi ya wanawake, Sarafina, unaweza ukaenda ukasema udate naye si ndio? mm -hmm. Yani ile leo mnakutana si ndio? mm -hmm. Uh, maybe mfano mmekuwa mmewasiliana na nini yani, kabla hata mambo mengine kuendelea unakutana mzinga hapa, sijui nimepata, ah, unamwangalia. So kama mimi nisingekuwa kwenye maisha yako Okay, tuache tu. Huko kuna wengine sasa wanakuvuta. Yaani unajua sex siku hizi imekuwa cheap sana mm -hmm. Yaani sex very, very very, cheap. cheap. Unakutana na mtu namuapproach na nini, anakubali fresh nini. Two days anakuja ghetto, au somewhere na umeenda somewhere have fun, najua umenielewa, si ndio? mm -hmm. mm -hmm. After that. Yaani, pale kati mnaondoka tu naanza kuna hichi, kuna hichi, kuna hichi. <laughs> Unamwambia sasa nakulipa au. You see, yani hata ah, yani kama ulikuwa na lengo fulani kwamba huniendeleze nayo sasa, huyu leo hii ndo ananiambia nataka. Sio babe, ndo naondoka. Umeelewa? Sikiliza, nikasuke. Unamwambia kusuka shilingi ngapi? elfu sabini mm -hmm. au laki. Mm -hmm. Okay, nataka pia niweke na kucha, shilingi ngapi? elfu hamsini okay Sijui na vitu vitu gani okay. Okay, ukipiga hesabu kwa haraka haraka mia mbili fulani hivi naenda mia tatu, alafu namwangalia maisha yake anaoishi huyo mwanamke, unamwonea huruma hasa huyu, nadhani unafanya naye maisha yeah, for the first time mmekutana, mmekutana faragha, mmetoka pale na kuletea hayo mambo. Kwa mwisho wa siku nasema kwamba ah, huyu godiga unampa, unachotakiwa kumpa pale, akishaondoka na simu zina Awe unatoaga kabisa A, ndo nasema sasa kuna mwingine anakupa lakini akisha kupa pale, hawezi kuwa na time na hata kama alikuwa na malengo yake na wewe, anaona tu, ah, wewe ni mieusho bana. Endelea na maisha yako, nitie mieusho. Kwa sababu unaona kabisa huyu, yani ni mtu ambaye yeye ukiwa na pesa mtu yote mwenye pesa anaweza kamua, bana, hiki deti watu unaowamudu na kila mtu adeti watu anaowamudu. Kwa sababu hii hata uikemee vipi haiwezi kuisha. Ah ah, haiwezi kuisha. Unajua Sarafina, kuna kuhudumia mwanamke alafu kuna kumhonga mwanamke vitu vitu tofauti. Kuhudumia mwanamke ni kitu ambacho kila mwanaume anakifanya mwana sasa kwa. Vitu vingine vya wanawake wanaume amvijui, we uwezi ukasema ah, bebi ukasuke hii ukafanye nini. Watu wanaenda maskincare uko, wanaenda ma huko, wanaenda maspa huko, mwisho wa siku wapi? Ndo wale wakishafikisha miaka 40 anatafuta kibenteni cha kumwendesha na maisha sababu by the time alishindwa kutengeneza tengeneza. Mwanaume wako ukiongea vizuri, kama mama yako yuko hai, kuna ndugu zako watu wazima, waulize. Hata hawa ambao unaona unakutana nao wa baba na nini, wanawake zao nyumbani, ambao wametulia wamenyooka, sema unajua. Alafu, wa anazurula anafanya vitu vyote, anarudi nyumbani kwa mke wake. Shida nyingine ni nini? Maana yake ni, ni kwamba kama mwanaume hujamtengeneza, usitegemee atakuthamini kwa asilimia hizo ambazo unataka wengine, hmm, wanalipiwa wana kodi na wanaume za watu. Sasa wewe unapata Kond... jasiri vipi kutembea na mume wa mtu ah? Sasa unaniuliza mimi, umenikuta mimi natembea na mume wa mtu? So vitu zangu mimi na mwanaume wangu, si unaelewa? <laughs> haya mambo achana nao, sio wewe Bwana drop comment yako hapa chini kuhusiana na ishu hii nzima ya ishu nzima ya mwanaume kulala kwa mwanamke. Iko vipi kwako? Unaweza ukamruhusu mpenzi um, wako kulala nyumbani kwako? Au mwanaume unaweza mwana enda kulala kwa mwanamke wako e, mwanamke ambaye haumlipii kodi? Lakini drop comment, ila kwa upande wangu mimi mimi hapa mimi mm, siwezi